Wakulima, kuna shida, kuna shida. Tunaruhusu waende, wanakwenda kuna kwingine, kuna shida kubwa ni mwenyekiti wa chama cha msingi Hekima akiwahoji wakulima mara baada ya zoezi la ununuzi wa zao la tumbaku kumalizika hapa wilayani Urambo. Wakulima hawa waliosafiri kutoka wilaya ya Kaliua kuyafuata masoko hapa Urambo wanaeleza kufurahishwa na uwepo wa mahusiano na lugha nzuri baina ya wanunuzi na wakulima wakati wa soko la ununuzi wa tumbaku. Kanyepo Sizia, Agnes Kigaza na Mrisho Hasani ni miongoni mwao tunashukuru mahusiano sio mabaya kati ya mkulima na wateuzi lakini pia tuwapongeze wakulima kwa sababu juhudi zao ndio zimesababisha soko lionekane zuri na nimeuza tumbaku yangu kwa wastani wa juu sijakutana na dora sifuri asilimia 99, nimeuza tumbaku kwa dora mbili uliyepita kulikuwa na changamoto ya mauzo mabaya hatukuridhika ambaye ni wakulima lakini kwa mwaka huu naona kama tumelizika, mapungufu hayakosi mm. Mapungufu yanakuwepo kutokana na tumbaku ulie nayo, kizuri kinajiuza, kibaya mm. kinajiuza. Uh, binafsi kwa soko la leo, inaweza nikasema soko limeenda vizuri ukilinganisha bei ya mwaka jana na ya mwaka huu. Kidogo wamejitahidi wanunuzi, wamejitahidi kuweka wastani mzuri, na wakati mwingine tena kitu tulichokipenda leo kwamba inafikia mahala wanakubali tunajadiliana tofauti na mwaka jana, ile miaka nyuma huwa majadiliano za yapu, wakisha nunua wamenunua sana, wanakuwa na lazimisha ishuke. Mwaka huu kidogo afadhali, mkijadiliana, inafikia mahali wanapandisha daraja. Pamoja na kufurahishwa na namna masoko yanavyofanyika, baadhi ya wakulima hawa pia wameomba kuangaliwa upya grade za zao la tumbaku kwa kuondoa uzalishaji wa dola sifuri ili kumwinua mkulima. naitwa Amisi Shabani mimi kwa masoko ameenda vizuri, sababu mwaka jana nakumbuka masoko yalipofanyika magelu mengi sana lila dola sifuri, lakini kwa leo ameuza dola sifuri dola moja. Kitu cha msingi ambacho kinachotakiwa serikali ambao inatakiwa tusaidie kitu moja, dola sifuri, yaani dola sifuri ni, ni kitu ambacho hakieleweki, yaani kimesimamia ni shilingi ngapi na kikoje kwa hiyo msimu kama ikiwezekana, serikali inaweza ikatusaidia dola sifuri wakaitoa, ina maana wastani wa chini anzie hata dola moja kwenda mbele, kwa sababu mtu unajikuta unauza mfano dola sifuri, nyumbani ukifika unawaambiaje familia? Yaani baba wa familia unauza dola sifuri. Je, kama ni mtoto ame, amepata sifuri shuleni, maanayake na wewe baba unaona akili huna kwa sababu unaona kumbe umeleta sifuri nyumbani. Kwa serikali hapo inatakiwa tuangalie, iangalie na wasanii wa chini yanzia hata dola moja kwenda. Mimi kwa majina naitwa Kibaba Mashaka kutoka Usindi. Kikweli soko la leo ni zuri sana zuri sana. Yani ukimpata kila mkulima mmoja mmoja ameuza kwa wastani wa dola mbili na mapointi. Umeona kwa kweli tunamshukuru sana Alansiwani ametupa hela tunamshukuru sana. Sisi tunasema tunataka kujenga mabani tuongeze kilimo kilimo kimekuwa ni biashara kwa kweli nafurahi sana, furahi sana sana sana. Ha, kwa kweli kwanza nitoe pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kweli kwa kuwekeza sana kwenye kilimo. Tunamshukuru sana kwa hili swala, kilimo chetu saizi tumekuwa tunalima kwa ushindani kutoka na yeye na pembejeo tunakopeshwa, tunapu, tunapu, kwa ruzuku, tunamshukuru sana sana sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa jina anaitwa Joseph Silvano Mkata. Leo niliuza bodo wa 0.6 lakini leo uza mzuri wa 2. Soko hili ni la kwanza kufanyika kwa chama cha msingi Hekima tangu msimu mpya wa masoko ufunguliwe mwaka huu, ambapo jumla ya mitumba 2600 yenye uzito wa kilo laki moja na sabini imenunuliwa. Joshua Madunda ni mwenyekiti wa chama cha msingi Hekima. Leo hii tumefanya soko la kwanza kwa chama cha msingi Hekima. Aransiwani ilikuwa ni kampuni ambayo tumekuwa tukilaumu miaka nenda rudi, lakini mwaka huu wamebadilika, wamenunua vizuri mno. Hakuna mkulima aliyetoka analalamika hapa. Soko hili kwa wastani lina mitumba elfu mbili na, na, mia sita na st, ambayo inafanya jumla ya kilo laki moja laki, laki na, na sabini. Ni wastani mzuri kwa uzito na chama hiki na uzito wa kilo za mkataba 210 kwa hiyo soko linalofuata tunamaliza kuuza na kisha tunatangaza malipo kabla ya tarehe tano mwezi wa sita tunakuwa na malipo ya wakulima wote chama cha msingi hekima kwa hiyo natoa wito kwa wakulima ambao wamebaki zimetumba nyumbani waisha mara moja go down ili tuje tuandae kabla ya tarehe kumi na tarehe ishirini tu tuweze soko la pili kama chama cha msingi kulingana na mwitikio wa wakulima wangu kufunga tumbaku mapema tunafanya masoko mawili tu. Hili ni soko la kwanza, inayokuja ni la mwisho, na tunafanya hivyo sababu kwa sababu tunaona kwamba mazao mwaka huu kwa maana ya mahindi, karanga na mpunga hakuna. Kwa hiyo tunategemea zao moja tu la tumbaku, kwa hiyo tuwalipe mapema ili sasa waweze kuhemea mali chakula, lakini pia kuna maandalizi ya wanafunzi wanaokwenda form 5 kwa hiyo tulipe mapema ili watu waanze kutoa huduma za kifamilia ambazo na wahusu.